funguliwa kwa muhula wa kwanza kote kwa nchini, serikali ya kaunti ya Kilifi imewataka wazazi wa kaunti hiyo kuwasilisha stakabadhi za wanafunzi wanaojiunga na gredi ya kumi ili wapewe ufadhili wa masomo. Wanafunzi zaidi ya elfu mbili wamenufaika na mpango huo tangu uanzishwe na gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro miaka mitatu iliyopita. Zile pesa za za ziko milioni wodi ziko milioni mia tatu na hamsini. Totoli yote ni milioni mia ngapi? Hafa bilioni kila mwaka tunaziweka kwa masomo ya watoto. Miaka kumi ni bilioni ngapi? Hizo bilioni tano tutakuwa tumewekezea kwa masomo ya watoto. Na nyinyi, wanafunzi, msituangushe. Mkiangusha huu mzazi mtakuwa mmeniangusha mimi, mtakuwa mmemwangusha waziri, mtakuwa mmemwangusha mstaiki gavana. Na itakuwa si vizuri manake ule moyo lazima tummotivate, ili tupate madaktari hii Kilifi, hii hii Kilifi yenu hii hii hii, mainjinia, madaktari, mawakili, nani, kila mtu pesa ikichelewa, huwa ni disbursement imechelewa, manake pesa yetu tunaotumia hapa inatoka kule serikali kuu, ikuje hapa ndio na sisi tupeani. Ikichelewa kule, ndio maana unasikia pesa kidogo, imefanyaje imechelewa. Lakini utaratibu tunaofanya kuandika barua huyu waziri na chief officer, ikaenda kule mashuleni kuambia principals kwamba tulieni kidogo, kwa sababu pesa imechelewa.